Kwa hiyo umetupa ili liokotwe na wengine eh, walitumia tena, walitumia kumfuatilia huyu, umehama. Mm -hmm. Fungua sasa, mikono ifungue, inyoshe vizuri mikono yako. Inyoshe vizuri, nyoshe vizuri Mke wa mjomba yuko wapi? Eh? mke wa mjomba yuko wapi? Eh? yuko wapi mke wa mjomba? Sina. Yeye ana vitu vyake hapa nalitoa, alitoa lini? Alitoa juzi Jumapili <laughs> alikuja akatoa <inaudible> ilikuwa, ni kipande na nini? Ni kipande na unga unga hivi. Alikuwa ameweka wapi kwenye kichwa hmm. Lengo ni nini? Amfunge, asifanyaje? Asiendelee ah, mpaka leo lewa... <coughs> anatumia nyota ya huyu eh. ana- biashara yake, anatumia nyota ya nani? Sijui. Alienda sehemu nyingine. Sijui. eh? Sijui. Rudisha sasa hela mlizowahi kuchukua. We, we rudisha, fanya kurudisha

inarudishwa kwa china Yesu inarudi kwa namna ya kitofauti wanarudisha fedha ya huyu hilo pembe baba lilokuwa linamwangalia huyu teketeza teketea teketea teketea teketea teketea teketea teketea pembe teketea pembe teketea pembe teketea pembe, teketea pembe teketea kila kitu hata jumapili pande walilochukua linawaka moto pande linawaka moto popote kwenye ulimwengo roho lina waka moto teketeza vitu vyao vyote washa moto vitu vyao vyote teketeza vitu vyao vyote. Fungua mikono ya huyu inyoshwe, inyoshwe kwa maana ya kuchukua fedha, inyoshwe kwa ajili ya kutunza fedha, inyoshwe kwa ajili ya biashara yake, inyoshwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aanze kuona faida kubwa, aanze kuona faida kubwa, aanze kuona faida kubwa. Akiba ionekane, akiba ipatikane, akiba ionekane, akiba ipatikane, akiba ya huyu ionekane, ionekane, ionekane, anapotunzia nyumbani kwake, anapotunzia nyumbani kwake. Baba, naiunganisha sadaka yake anayotoa hapa kanisani naiungamanisha, sasa ianze kuteketeza hivi vitu vyote vyeusi. Madawa yateketezo yateketezwe, madawa yateketezo yateketezwe, laana iondoke iondoke iondoke iondoke. Baba, sadaka anayotoa, Mungu wa mbingu na nchi, naiungamanisha na madhabahu ya ufalme wa Mungu, inaanza kuwaka moto inaanza kuwaka moto, kuteketeza umaskini, inaanza kuteketeza uchawi, inaanza kuteketeza vifungo vifungo vinavyomkabili vyote vinafunguliwa, vyote vinafunguliwa kwa sadaka yake, vyote vinafunguliwa kwa sadaka ya huyu, vyote vinafunguliwa kwa sadaka ya huyo, vyote vinafunguliwa kwa sadaka ya huyo. Sadaka yake ya anayotoa Baba naamrisha, inafungua njia, inafungua maono, inafungua baraka, inafungua macho, macho ya kiroho, inafungua hatua, inafungua hatua, inafungua watoto wake, namwombea hata mtoto wake apone, apone. Walikuwa wameshamrushia kitu ili atoe hera, atoe hera namwombea mtoto wake awe mzima, namwombea mtoto wake awe mzima. Sasa mlikuwa mnataka mtoto wake ampeleke wapi hospitali, eh eti, eh? mlikuwa mnataka mtoto wake ampeleke wapi eh?